Anabadilishiwa identity Anabadilishiwa identity Anabadilishiwa identity ndio ndio ndio ndio ndio kuna uwemfaniisha naona waarabu wanatumia nyota yake nyota wanauza urembo urembo urembo kwa nyota yake Malaika wameifuata wameifuata wameifuata wameifuata wameifuata wameifuata wameileta wameileta. Kuna ambao mvuto wako uko kwenye duka la watu, kuleta wateja. Malaika wamefuata wameleta wamefuata wameleta wamefuata wameleta wamefuata wameleta malaika Identity yako inabadilika, identity yako inabadilika. Kuna mtu jina lake jina lake jina lake linakolezwa wino. Ninaona jina lako likikolezwa wino kwenye contract la sura bahades. Jina linakolezwa wino kwenye contract, jina linakolezwa wino kwenye contract. Muhuri muhuri na gongwa, muhuri na gongwa juu ya jina, jina lako, muhuri na gongwa juu ya jina, jina lako, juu ya jina, jina lako, muhuri na gongwa muhuri wa huduma muhuri wa mafarikio muhuri wa huduma muhuri wa mafarikio muhuri wa biashara muhuri wa kazi rabahs sharamaze pekee. Malaika naomba hao ambao wanahitaji huduma wanze kusogeze. Malaika nisogezeni hao watu, malaika nisogezeni hao watu, hao ambao mnawatembelea hivi sasa, hao ambao mnawagusa hivi sasa.